Online TV. Lengo letu kubwa la kuomba shirika letu hili la Nyumbu kuja hapa Arusha ni kuja kuangalia namna ambavyo tunaweza kuwa sehemu ya kurudisha tumaini la wananchi wa mkoa wa Arusha katika maeneo makubwa matatu. Moja, ajira; pili, uchumi, lakini tatu heshima ya mkoa wetu ya kuwa na kiwanda cha matairi alimaarufu kama General Tyre. Hii mashine hizi zimeanza kazi miaka ya sabini, lakini mwaka elfu mbili na tisa wakafunga kabisa kiwanda. Na ukiuliza madai ya kufunga kiwanda, wanasema kwamba soko lilikuwa hakuna. Sasa najiuliza, hivi kweli nchini hatuna soko la tairi? Maanake inawezekana kuna watu waliingia kuua kiwanda chetu ili wao wanufaike na sisi tunaomba jeshi chini ya shirika letu la Nyumbu wakichukua wao, imani ya Watanzania dhidi ya jeshi ni kubwa, na nyiye mtu mfahamu ya kwamba, fikiria sisi watu wa local government, mi niko serikali za mitaa na serikali kuu, tukinunua tu matairi ya kwamba halimashauri zote nchi nzima, hivi kweli soko hakuna? tukitoka tu hapo kwenye vyombo vya ulinzi vyenyewe, yani jeshi la wananchi, polisi, magereza, uhamiaji, faya wakisema bwana, sikiliza, tuende kununua matairi yaliyotengenezwa na ndugu zetu wa shirika la Nyumbu, hakuna soko hapo? Bado hujaongelea mawizara mengine, na kubwa zaidi hujaongelea imani walionayo wananchi dhidi ya jeshi lao la wananchi, kwa sababu wanajua chochote kitakachotoka kwenye kiwanda kilichotengenezwa na Nyumbu, kiwanda cha wanajeshi ni biza itakuwa ni bora zaidi na salama kwa matumizi yao ya inaingia wa ina hapa. Watu wanakufa barabarani, lakini tukiwa na kiwanda cha kwetu wenyewe kinachozalisha tairi zetu, ni rahisi kuwa na usalama zaidi, lakini pia kukuza uchumi, na si tuanze kueti baadalayakuwa tuna, tuna importi, ambayo uwezo tunao ukiangalia mpira unalimu hapa hapa Tanzania na kama mnakumbuka ukufuatia economic, Arusha economic forum katika mjadala wetu tuliongea na waziri wetu wa viwanda na biashara kwamba tunataka kiwanda chetu cha General Tyre kifanye nini, kifufuliwe. Kwa hiyo kwa jitihada za pamoja, najua haitakuwa story kwa sababu sisi sio watu wa story. Sisi tunapenda matokeo. Na moja ya tokeo ambalo tunatamani ukiona kiwanda chetu hiki kinarudi kwenye, kwenye kazi. Aidha kwa kuhuisha mitambo iliyopo aidha kwa kuleta mitambo mipya, lakini wafikiria ili eneo lote hili hapa katikati ya jiji la Arusha ni heka 50.4 hivi. hizi, hizi structure nazoziona hizi sio za kufa leo hizi n yani, ni eneo ambalo lilitakiwa liendelee kuwa hai litengeneze ajira za vijana wengi wa mkoa wetu wa Arusha. Kama alivyoeleza Mheshimiwa mkuu wa mkoa, iko aligned na shughuli zetu za uzalishaji wa magari na tire ni component mojawapo muhimu. Timu naiona tayari hapa, itapanga ta utaratibu ratibu itapeleka kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wao wataanza na timu kubwa zaidi itakayofuatilia mwisho wake utatoka ripoti comprehensive. Watakuja mapema tu uh, hata kama ni wiki ijayo waje, ili wakutane na wale wenzao kutoka TIC labda, na uh, wizara ya viwanda. Ninaamini kwa wataalamu tulionao, hiyo kazi inaweza kufanyika kwa haraka zaidi na tukapata matokeo mazuri, ili sisi sasa tuweze kuona uh, wananchi wa Arusha nao wanapata fursa nyingine ya kiuchumi especially kupitia kwenye hiki kiwanda chetu cha tairi. Kwa hiyo tunawashukuru sana uongozi wa mkoa na wananchi wa Arusha kwanza kwa kutuamini wanajeshi na watendaji wa Nyumbu kwamba tunaweza kufanya hii kazi, na sisi tunawahakikishia kwamba hii kazi tutaifanya kwa weledi na kwa kadri ya uwezo wetu. Gilly Bonny Online TV. Hupata habari mpya na kwa haraka kila siku. Usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.